Mwenye atakubali atakuwa amejipa mm. Na pia mi ntajipa kwake na nitampenda tu vyenye atakuwa and then the rest Mungu mwenye ataku, atatusaidia mbele. Hivo nataka dem tu mwenye anajiamini, tukiwa pamoja akuwa anasukuma life iwe, tukuwe na ile maono ya kusaidiana kimaisha. Nikiteleza kidogo, pia naye ananiambia hapana, hapo umeenda vibaya, mimi nanarekebisha mm. Unaona ya kwa majina, unaitwa nani? Timothy Eyole. Eyole ni jina ya wapi? Mturkana. Wewe ni Mturkana? Yeah. Ehe, uko na miaka ngapi? Niko 35. Uko na 35 years. Hapa Nairobi nakaa wapi? Karen. Wewe ni msawa wa Karen? Yeah. Hello ni Sentava. Mambo vipi? So guys maze, kaide yetu maze tunasema ngo sawa patane, wapendane, waoane, wajaze dunia ama namna gani. So guys, leo maze mjaona hapa na jamangu hapa maze, alinbox ako Singa, nataka mtu. Unfortunately, hajakuwa na warembo bado. Tukamwacha hapa na esho, tuone venye kuna yeye kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Ehe, niaje? Poa sana. Eh, eh, mrefu bana. <laughs> Unakulanga nini <bala>? Angu wen <laughs> refu <laughs> Sembe tu. Ugali tu. So Ah. Eh, bro, kwa majina unaitwa nani? Timothy Eyole. Unaitwa Timothy? Eyole. Eyole. Eyole ni jina ya wapi? Mturkana. Uko na? Yeah. Eh, uko na miaka ngapi? Niko 35. Uko na 35 years. Hapa Nairobi unakaa wapi? Karen. Wewe ni msawa Karen. Wewe? Yeah. Eh, ni nyumbani ushagoni wapi? Oh wewe ni mse wa Kitale. Eh eh. Sasa fanya hivi bro, angalia hapo kwa kamera, ambia waseme hivi, mbona uli inbox? Ya, niliko inbox juu niko single. mm -hmm. Na nilikuwa na tarajia kupata mtu mwenye tunaweza saidiana naye kwa hii life. Ya. Eh eh. Uko single unataka mtu? Ya. Umekuwa single umefa for long? Eh, from 2017. 2017. 2017 ni miaka sita hivi inaelekea umekuwa single ama miaka ngapi? Nane. Ya, yeah. Okay. Sasa fanya hivi bro, angalia hapo kwa kamera, ambia aseme hivi, in your last relationship. Nini ilifanyika? Nini kesi? Ukipata dem mwingine asirepeat same same mistake. Yeah, okay. Ni ile unaweza kuwa umepatana na mtu mm -hmm. Na maybe nilikuwa kazi mm -hmm. By the way, nilikuwa kazi mm -hmm. Na kwa hiyo kazi nilikuwa kwa kampuni mm -hmm. So nilipokuwa kwa kampuni nilikuwa na wife so wife tukakuwa na yeye eh, mpaka nikamweka pale kwa hiyo kampuni mm -hmm. So wakati nilimweka hiyo kampuni sisi tulikuwa nilikuwa nikajiingiza union mm -hmm. So after kujiingiza union pale tukaona kumbe kampuni pia ilikuwa inalipia hiyo union, so mimi union ikakuja ka eh, mwenye kampuni akasimamisha sisi wote kazi wote mm -hmm. So venye tulisimamishwa mm -hmm. Wife akaona a ah, haezi lisha mwanao. Mwanaume. Mwanaume mm. So ikakuwa hivyo mi nikaona, ah, wife sikafika mahali, mi nikaenda job nikapata job kwa Wachina mm -hmm. Wakati nilienda job hivyo ikakuja ikahappen wife, nikapigiwa na na landlord we, hey, Timo, uko wapi? mm. Nikamwambia niko job mahali mm. Hey, wife si aka nabeba vitu anaenda, nikasema ai, mbona mm. Nikajitoka teketeke nikakimbia mpaka huko kweli, nikapata ame anaenda, na hiyo ilikuwa ni mara mob Mm. Sasa sikuwa na ile uwezo tena nikaamua nikasema, ah, juu sasa ameamua, acha sasa tu aende roho safi mm. Sitaki tena maisha ya kusumbuana hivyo mm. So mi nilikuwa nataka mtu mwenye anaweza kuwa na ile opportunity ya kukuwa na ile courage ya kukuwa na upendo ya mtu kwa ile hali ya akonaye ama hana mm. Na mnasukuma maisha tu pamoja hivyo ikiwa mko muko sawa. So unasema eh, wife venye aliona hauna kazi yeah. Akaona hawezi meka, akaamua kukuacha. Yes, kutoka hiyo, sasa si mlikuwa na mtoto maybe? Yeah, ya kuna mtoto, mlikuwa na mtoto yenda, ako naye ama wewe uko naye mtoto? Ako na nyanya. Ako na nyanya, yani mama kwa, ama no? Mm. mimi sina mama. Ako na nyanya ya kuzaa huyo, bibi? Oh, ako na ako kwa kina bibi, yani. Yes, wewe unashughulikianga maybe, ama walikunyima access walininyima access but huwa sometime inafika mahali walimu kwa shule ndio wananipigia, juu namba iko huko kwa shule. Nasaidia sasa. Fanya hivi bro, angalia hapo kwa kamera, ambaye waseme hivi, unataka dem anakaaje? yeah. <laughs> So naweza penda, nataka dem tu mwenye anajiamini mm -hmm. e, ni mtu ako na ile e, ako na ntasema aje. Yaani ako na courage ya kuishi maisha mzuri ye naye pia mm -hmm. Tukiwa pamoja, akuwe anasukuma life, iwe tukuwe na ile maono ya kusaidiana kimaisha. Nikiteleza kidogo pia naye ananiambia hapana, hapo umeenda vibaya, mimi naye anarekebisha mm -hmm. Unaona ya yeah. So alafu akuwe ni mtu maybe mweupe kidogo juu, unaona mimi ni black na then E, asikue mrefu sana. chumini mrefu na naye akue mrefu sawa, unaona hapo itakua ngori mm. tunaweza saa makasi bwana so mm. nataka mtu ako fiti mm. Dem mwenye anajiamini na anajua kupenda mm. ya yeah. yeah. yeah. Guys maze, kama ukapo inje maze, wewe ni mrembo, unasikia kolufukaenye jina Timothy. Timothy anasema nataka ni connect nae, ni box hapo WhatsApp 0795968188. Na wewe senda mazem, nimeona Timothy ameweza ni connect nae. Nitam reach out, tuone venye kunaye kunaenda. So maybe any last word? Any last word, maybe naweza sema mwenye ata mwenye atakubali atakuwa amejipa mm. na pia mimi nitajipa kwake na nitampenda tu venye atakua and then the rest Mungu mwenyewe atatusaidia mbele hivyo mm. Tukiendelea y maze kama uko hapo inje, nimepeana namba. Kama mebamika na Timothy changamuka. Kama hapa ni YouTube yeah. Subscribe, kama ni Facebook follow, kama ni TikTok follow. Thanks <laughs> for watching, tunawapenda sana.